Mwili kupata ganzi eneo la baadhi ya viungo vya mwili kupata ganzi, sawa. Watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na hali hiyo, utakuta anakwambia miguu inawaka moto, mikono inawaka moto, au anasikia vitu vinachomachoma bila kujua sababu inayopelekea hali hiyo kutokea. Sasa leo nimekuletea ta, sababu sita ambazo ni vyanzo vikuu vya hii hali kutokea. Tati, sababu ya kwanza tunasema ni kuwa na changamoto kwenye mishipa ya fahamu, tunasema ni nyuro, Pas, sawa. Hii inaweza ikasababisha hiyo hali kutokea, ila hii hali huwa inatokea kwa sababu ya vitu vifuatavyo. Eza huyu mtu ana kisukari cha muda mrefu sawa, ana changamoto kwenye nerves nerves, yani nerves zake za fahamu, yani tunasema nerve compress, au ana shinikizo kwenye mishipa ya fahamu, na hii inaweza ikawa imeunganishwa kwenye changamoto hiyo ya kwanza. Changamoto ya pili tunasema ni pale mtu mbapo atakuwa na tatizo Upungufu wa virutubisho. Unakuta huu mwili labda umepungukiwa na madini, na vitamini mbali mbalimbali. Hapa tunaangalia vitamin B12, B6 na B na B1. Na hii inaweza ikawa ni changamoto ya kupelekea wewe kupata ganzi. Changamoto ya tatu ni mzunguko hafifu wa damu. Na hii inaweza ikatokea pale ambapo wewe utalala kwa muda mrefu, yani unakuta umelala kwa muda mrefu isipo kuwa kawaida. Sawa? Ila changamoto nyingine ni pale ambapo, na changamoto nyingine ni kuwa na shinikizo la moyo. Haya yote tunayaunganisha kwenye kundi la tatu linalopelekea changamoto hizi, ila kundi la nne bado linapelekea changamoto changamoto nyingine, tunasema changamoto ya nne ni magonjwa kwenye uti wako wa mgongo, na kumbuka kwenye uti wa mgongo zinapita mishipa ya taarifa tunaita, tunaita tunaita spinal cord nerves zinapita, na hizi spinal cord nerves ndo zinapeleka taarifa kwenye mwili wako mzima. Hii inaweza ikawa ni changamoto ila changamoto nyingine ni pale ambapo mtu atakuwa ana changamoto kwenye ubongo. Sawa, na hapa tunapozungumzia kwenye ubongo, hii ni changamoto ya tano, aidha huyu mtu ana uvimbe kwenye ubongo au huyu mtu ana complication ambazo zimetokana na ajali au saratani, na hii inaweza ikapelekea mwili wake kupata ganzi na, changam... na sababu ya sita ambayo na, na enyewe inachangia ni mtu kuwa na changamoto ya kiakili au huyu mtu apati usingizi nzuri. Sawa, hapa tunaangalia huyu mtu ana msongo wa mawazo, ana stress ana changamoto kwenye mfumo wa, wa akili, apati usingizi mzuri. Haya yote anaweza kapelekea huyu mtu kupata ganzi baadhi ya viungo vyake, au huyu mtu akiwa amelala kwa muda mrefu. Natumai umejifunza kitu, na kama kuna mtu yote ambaye unamfahamu ana changamoto hii ya ganzi kwenye mwili wake, nitafute nami niweze kumsaidia, manake kama ushaanza kuzipata symptoms, yani dalili kama za miguu kuwaka moto, kuhisi kuchoma choma, kufa ganzi Jitahidi kuwahi mapema, maana yake bila kufanya hivyo, inaweza ikawa ni tatizo kubwa ambalo huwa linaweza kasababisha hadi damu kuganda. Namba yako kwenye profile.